Rej hapa kaunti namba 47 ambapo mzozo ulishuhudiwa katika barabara ya Latema leo mchana. Mzozo huo uh, ulihusisha wachuuzi waliohamia eneo hilo na wamiliki wa magari ya usafiri na kusababisha mtu mmoja kujeruhiwa. Wachuuzi hawa wanadai wamepewa eneo hilo na Gavana Sakaja baada ya kutimuliwa kutoka katikati mwa jiji, huku wamiliki wa magari ya usafiri wakidai hawajapokea ilani kutoka kwa serikali ya kaunti wamekuja wakachukua Taveta leni wakasema Sakaja amewapatia Taveta leni. Now, n eh, tunataka kujua Mr. Governor kama ni ukweli mwapatia officially because tumekuwa hapa for the last 10 years since 2013 We have the documentations. Tumekuwa na receipts zote, tumekuwa tukilipa every month parking. Hatujapata any any official any official communication. Sasa nataka kumwomba Mr. Governor kama anaweza intervene with this story kwa sababu imeleta chaos asubuhi, ni here in the morning, hakuna kazi imefanyika na mmoja wetu pia maumia. Kulikuwa na directive za Governor His Excellency Sakaja, na akasema ya kwamba kuna barua zimeandikwa na watu wa duka ambao wako na maduka hapa town, wakasema ya kwamba hukazwa na broke duka zao, then kakuwa na shida ya wananchi kupita kwenye kwenye wanafaa kupita. So, hukas wakaambiwa waweze kuondoka na waweze kuenda kwenye back-range. Na kukatengwa back-range 27, Tavetarin ikiwa mmoja yazo. So, hatuko hapa by mistake.